Kata ya Myunga tarehe mbili tulikuwa na mheshimiwa mbunge, tulikuwa kata Akangamo kama vijana wote viongozi wetu wa kata zote, tulikuwa watu kumi na nne, lakini ile siku, ashukuriwe Mungu, mheshimiwa mbunge aligawa mtungi wa gesi kwa kila kiongozi mmoja mmoja. Baada ya kugawa, lakini nilikaa na mke wangu wa Mamagrisi, tukashauriana tukaona i binafsi napendezwa sana kazi anazozifanya mheshimiwa mbunge. Tumeona barabara zinalimwa, tumeona magusa mahitaji ya watu wengi, lakini kupitia hili hili swara nikaona hapana, tunaomba tubebe huu mtungi tuulete kanisani kwa maana tumkabidhi baba mchungaji <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> a kabisa ambao kwa lugha nyingine wanasema kumekamilika, complete vitu vyote. Asante. Nafanya hivi kwa baba mchungaji kikubwa. Naomba tuendelee kumwombea mheshimiwa mbunge, kazi anazojifanya ni nyingi, wote ni mashahidi kwa hiyo tunavyojua kabisa kwamba wanasiasa wanapitia changamoto nyingi. Kwa hiyo kupitia hili hey, naomba baba mchungaji uh, apite mbele tuweze kumkabidhi <makes> Asante, naomba sana, tuendelee kumwombea mheshimiwa mbunge. Kazi anazozifanya tunaziona, lakini nitumia nafasi hii kila nikija hapa bila kuimba ule wimbo atumekuja pako wae. <laughs> Aleluya, ule mbonaubariki sana Naomba mira kutafuteni, ipo mzuri kama ule moja mwezi wa saba, nadhani nitawagharamia gharama za kushutu, ipo mzuri, mzuri zaidi ya ule pale. Asante.